Karibu tujadili kuhusiana na ubunifu hasa wa malisho kwa mifugo. Na kwa sasa njia mbalimbali mbali zimekuwa zikitumika, ikiwemo njia za kisayansi na ambazo pia zinakuwa rafiki kwa wanyama, na ni ubunifu katika kunenepesha mifugo ambayo, uh, umekuwa ukifanyika na vijana, ikiwafahamika kama silage, na ni suluhisho <coughs> la matumizi eh, kwa sababu wamekuwepo pia baadhi ya wafugaji ambao sio waaminifu ambao wamekuwa wakitumia uh, dawa kama vile za ARV kwa ajili ya kufanya hilo uh, kitu ambacho pia wataalam wa afya hawashauri. Sasa matumizi uh, uh, ama uh, changamoto hiyo ambayo imekuwepo ni miongoni mwa vitu ambavyo tutajadili, lakini kubwa ni vitu gani hasa ambavyo vinapatikana uh, katika hili na ambavyo vinahitajika ili kunenepesha mifugo tutafahamu hapo baadaye. Hapa studioni tunaye Christopher Mbwanje ambaye ni mzalishaji wa malisho mbadala ya mifugo yani mio a, karibu sana asante sana, na tutaungana pia na daktari na mtafiti wa magonjwa ya binadamu Dr. James Mushi e, pale ambapo atakuwa tayari, kusikia pia kwa upande wa daktari nini ambacho wataalam wanashauri katika hili na uh, yee Christopher, tumeona pia kupitia kipindi chetu kimojawapo cha kijana leo, uh, namna pia ambavyo mchakato um, mzima unafanyika na nini ambacho uh, kampuni yao imekuwa ikifanya katika hili mm. na uh, karibu na kama ambavyo pia tutaanza kabisa, uh, good luck kabisa. Umeeleza vizuri sana Hilda, na kwamba moja kati ya mambo ambayo yanaleta mjadala huu ni kwamba eh, kumekuwa na malalamiko lakini sio tu malalamiko, ripoti za utafiti ambazo zinaonyesha kwamba kumekuwa na idadi kubwa ya wafugaji ambao wanatumia dawa za kufubaza makali ya virusi vya UKIMWI, yani ARV, kunenepeshea mifugo, ng'ombe, kuku, e, nguruwe na, na kadhalika. Utafiti ambao ulichapishwa na ulifanywa na chuo kikuu kishiriki cha afya MUHAS kwa kushirikiana na Daktari Zura Kimera na wenzake na kuchapishwa na jarida la afya la utafiti. E, wafugaji na wauzaji wa dawa za mifugo 113 katika wilaya 8 za mkoa wa Mbeya, Iringa na Dar es Salaam waliojiwa kuanzia mwezi Februari hadi Mei mwaka 2023 na, na utafiti huo e, ulionyesha kwamba kuna idadi kubwa ya wafugaji e, ambao wanatumia dawa hizo kunenepeshea mifugo. Sasa e, mjadala huu unatupa njia salama za kufanya mifugo inenepe mm -hmm. E, bila kutumia hizi ARV kwa sababu hizi ARV ni hatari kwa watumiaji wa zile nyama, sababu pia una mtu mwingine anakuta mwili wake umetengeneza usugu wa dawa mm, eh, anajiuliza shida ni nini? Kumbe alikuwa anakula nyama ambayo ile ya ng'ombe ambayo inenepeshwa kwa kutumia ARV, na wataalamu wanasema huwa hubaki pia katika ile nyama mm. Haya, tuta, tutafahamu kwa kina kutoka kwa mtaalamu daktari, lakini kwanza tufahamu kutoka kwa Christopher juu uh, ya njia hii ambayo nyinyi mmekuwa mkitumia um, karibu. Asante sana kwa nafasi hii, kama ulivyonitambulisha naitwa Christopher mm -hmm. Julius Mbwanje mimi ni mwasisi mwenza na mkurugenzi mwenza wa kampuni ya Million Nutrition Innovation Center Limited. Kampuni yetu inapatikana mkoani Arusha na inajishughulisha na njia za kisasa za uhifadhi wa malisho kwa kutumia teknolojia kuweza kumsaidia mfugaji mm -hmm kwanza kabisa aweze kufikia malengo yake ya kuongeza uzalishaji, lakini kubwa kuliko yote ni kumsaidia mfugaji aweze kuwa na malisho bora na ya uhakika kwa mwaka mzima. Tunafahamu kwamba nchi yetu ipo kwenye ukanda wa kitropiki, ambao kwa kawaida tunakuwa na kipindi cha mvua na kipindi cha kiangazi. Kwa hiyo, kipindi cha mvua tunakuwa na malisho mengi kwa sababu ya mvua zinazonyesha, lakini kipindi cha kiangazi tunakuwa na uhaba wa malisho. Kwa hiyo tunachokifanya ni nini? Kipindi cha kiangazi kunakuwa hakuna malisho kabisa, mifugo inapata shida na wafugaji wanapata tabu ku, ya kupata malisho. Kwa hiyo Million Nutrition Innovation Center tumekuja kuziba hilo gap, kuhakikisha huyo mfugaji anakuwa na malisho kwa mwaka mzima. Kwa hiyo tumekuja na hii teknolojia ya kuhifadhi malisho kwa njia za kisasa kabisa, tunaiita silage ama malisho yaliyosindikwa, kuweza kumsaidia mfugaji aweze kuondokana na ile adha ya kuwa na, na ile seasonality kwenye uzalishaji wa mazao ya mifugo yake. mm -hmm. ndi, na, ndi. Na, kwa, kwa nini uh, kwanza mifugo ina uhitaji wa kunenepeshwa? ni kwa nini kuwe na uhitaji huo? hawezi tu uh, kukubalika na ule uzito ambao wanakuwa nao? Uh, kwanza tunaposema sayansi ya kunenepesha mifugo mm. Tunazungumzia njia za kisasa za kumsaidia ng'ombe aweze kujaza nyama. Kwa nini tunamnenepesha mifugo ili kuongeza yale mazao kwa kwenye hmm. mfugaji anapofuga sio tu anafuga, anafanya ni biashara ile. hmm. Sasa ili mifugo yake iweze kuwa na tija hmm. lakini iweze kuingia sokoni ikiwa na thamani kubwa, lazima iwe na afya nzuri, ndiponapokua hapo swala la ya unenepeshaji. Unenepeshaji wa mifugo tunazungumza, kuelewa ni nini ambacho mfugo anahitaji kupata kwenye malisho anayokula ili aweze kujaza nyama na misuli, nyama yake iweze kuwa bora, ili anapoingia sokoni basi yule mfugaji apate faida kwa kupata mazao mengi, lakini pia mtumiaji apate faida kwa kupata kitu ambacho ni quality mm -hmm. mm -hmm. Sasa tutaona hapa pia kuhusiana na mahitaji muhimu kwa ajili ya ng'ombe uh, kunenepeshwa. Lakini amegusia hapo Christopher kuhusiana na silage yenyewe e, uh, huwa inatengenezwa na nini? kabisa na mengi kama hayo. Kwa wafugaji wa kisasa, neno silage ni moja kati ya maneno ambayo si mageni kwao kwa sababu wanafahamu namna ambavyo majani ama vyakula vya ng'ombe vinasindikwa na hivyo kuwa na uwezo wa kukaa muda mrefu, na tumeona ikitumika. Lakini mbali na njia hiyo kuna njia nyingine ambazo zinaweza zikawa ni rahisi kwa sababu wanaotumia ARV wanatafuta njia rahisi za ng'ombe kunenepa ama mfugo kunenepa kwa haraka. Lakini ukiachana na hii njia ya kusindika majani ya kusindika e, eh, haya malisho, kuna namna gani nyingine ambayo inaweza ikawa ni rahisi lakini salama kwa wafugaji kuitumia kunenepesha mifugo yao? Aa, uh, kwanza tukizungumza hii teknolojia ya silage hmm, tumesema kuna vitu ambavyo ng'ombe anavihitaji kwenye malisho ili aweze kunenepa sio tu kula. Unajua, kuna kumlisha ngombe na kuna kumnenepesha ngombe mm. <coughs> Kama ume aim kumlisha ngombe, unaweza tu ukampa chakula akala akajaza tumbo. Kuna kum, kumpa chakula ngombe ajaze tumbo na kumpa chakula ngombe apate viinilishi ambavyo vitamsaidia yeye aweze kujaza nyama. Kwenye malisho ambayo ngombe anakula anahitaji apate vitu vikubwa sana vitatu mm -hmm. Cha kwanza kabisa anahitaji apate wanga kwa ajili ya nishati, tunaita carbohydrate, lakini cha pili anahitaji apate protini ili aweze kujenga misuli yake vizuri. Cha tatu anahitaji kwenye yale malisho wanaokula apate nyuzi nyuzi, tunaita fiber. Najua ng'ombe ni, tunaita ruminant, ni mnyama ambaye anacheua. Sasa ili aweze kufanya mengenyo vizuri mfumo wake wa, wa, wa, wa chakula unahitaji apate chakula ambacho kina nyuzi nyuzi ili aweze kufanya hiyo rumination. Sasa tunaposema ng'ombe ana, ana, tunapokuja na hii teknolojia ya silage tunakuja na package ambayo imechukua hivi vitu vyote ambavyo mfugaji akimlisha ng'ombe, atapata wanga, atapata protini, atapata zile fibers zinazohitajika, na na madini na maji, ng'ombe tayari atakuwa anafanyaje, ananenepa. Mm. Ah, kwa kwa hali ya malisho ya nchi yetu ya sasa hivi, silage imekuwa ndio malisho ya bei nafuu kabisa na yenye ubora na usalama, kwa kutumia kwa ajili ya kufanya unenepeshaji. Hebu tuambie sasa inatengenezwaje? Okay. Uh, kwanza tukisema silage tunamaanisha malisho yaliyochakatwa kitaalamu, alafu yakasindikwa kwenye mazingira ambayo hayaruhusu hewa. Kama hayo hapo ambayo ng'ombe wanakula, yes, kama hayo ng'ombe wanakula hapo, yes, ma, ni malisho yalipandwa, tunapanda ma, mazao ya malisho. Tunaweza tukapanda mahindi, tunapanda mtama wa malisho au tunapanda nyasi. Kuna nyasi jamii za majani ya tembo, tunaita napier grass. Kuna hayo nyasi nyingine za brakaria tuna nyasi nyingine, tuna nyasi tunaziita rodes. Kuna malisho mengine ambayo yapo kwenye kundi la lijum ama maku, malisho ya mikunde kunde, ambayo yana kiwango kubwa cha protini tunayo alfa alfa alfa, tuna desmodia. Haya mazao tunapo yalima yanafika sehemu yamekuwa yamemachua ya yamefika ile, ile kipindi cha kuvunwa, basi tunayakata kama inavyoonekana hivyo alafu yanapelekwa kwenye mashine anachakatwa kwenye vipande vidogo vidogo mm. ili kuweza kusaidia sasa kwenye kusindika tuweze kuweza kwe, ya kufanya compaction, mm. tuweze kuondoa hewa yote kwa sababu mchakato unafanyika bila kuhusisha hewa ya oksijeni, mm. ni yani aerobic, mm. Etani, aerobic fermentation. Kwa hiyo tukisha yachakata ya malisho tukayahifadhi kwenye sehemu salama ambapo tunao masailo, haya mashimo au unaweza kuhifadhi kwenye mifuko maalum yanakaa pale kwa ku muda kulingana na kile kichanganyo ambacho tumeweka. Tuna vichanganyo vya siku saba, siku 21, Mp. na Mp. siku 30. vichanganyo vichanganyo ni vile vichanganyo vichanganyo vitu gani na vitu gani? sababu ulitaja vitu ambavyo vinafanya ng'ombe anenepe. okay. hizo nutrients yeah, yeah. hivi uh, changanyo tunavyovichanganya sio kwamba vinaleta nutrient. Hizi um. ni catalyst za ku speed up ile fermentation. Mm. Um. Of course ni bacteria. Kuna bacteria inaitwa Lactobacillus bacteria ambao wenyewe wanasaidia kuweza kufanya ule Uh, fermentation uchachushaji wa yale malisho ili yasiweze kuharibika mm -hmm. Unajua, tunayakata yakiwa mabichi tunayachakata yakiwa akiwa mabichi na majimaji, na tunayahifadhi hivyo hivyo, na anaweza akakaa mpaka miaka mitano yakiwa na ubora ule ule, atabadika rangi tu, lakini ubora unabaki ni ule ule mm -hmm. na yanakuwa yanakuwa bora zaidi, kwa sababu yanapofanya fermentation ni kama tumetengeneza tumbo la uongo nje ya ng'ombe. Kwa hiyo majani malisho yanaanza mchakato wa kuandaliwa kwa ajili ya kufyonza vile viinilishe alafu viweze kwenda kutengeneza nyama na, au maziwa. Uh, Christopher tutarejia kwako. Tuungane sasa na Dr. James Mushi, daktari na mtafiti wa magonjwa ya binadamu. Habari daktari, na karibu sana. Na sisi tumekwisha anza hapa na pengine tusikie kutoka kwako kwa sababu hapa tumegusia kwa baadhi ya wafugaji kutumia ARV kunenepeshea mifugo. Eh, kwanza tueleze kuhusiana na uh, sayansi nyuma ya hili. Asante sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza napenda kuwapongeza kwa kuleta mada ambayo ni ya muhimu sana katika swala zima la afya ya umma. Ya ni kweli, sio nadharia, ni jambo ambalo limekuwa likifanyika kwa wafugaji kutumia ARV wakiamini kwamba inanepesha mifugo. Na kwa kusema kwa wale ambao wasioelewa ni kwamba ARV ni dawa ambazo zimethibitishwa kwa ajili ya matumizi ya binadamu kwa ajili ya kupambana na virusi vya UKIMWI, ambapo katika mwili wa binadamu ARV zinasaidia kupunguza uzalishaji wa virusi vya UKIMWI, kuongeza kinga ya mwili, lakini pia kumwezesha mtu ambaye amepata maambukizi ya virusi vya UKIMWI kuto kupata changamoto za muda kwa hiyo yaani, kweli zimekuwa zikitumika kwa namna ambayo sio iliyotegemewa. Mm -hmm. Sasa mabaki ama uh, baada ya uh, hili kufanyika inaaminika kwamba uh, chembechembe za dawa zinabaki katika nyama ile ambayo uh, inakuwa katika mfugo ambao umetumia dawa hizi, na baadaye uh, pale ambapo binadamu anakuja uh, uh, anakula bado inasalia hapo. Yeah, ni kweli kwa sababu kama nilivyosema yeah. Zile dawa zilikuwa zimetengenezwa kwa ajili ya, ya binadamu. Kwa hiyo wafugaji wanatumia ARV kwa ajili ya kupata matokeo ya muda mfupi, kutokana na namna ya dawa inayotarati na mwili wa mnyama, inapelekea mnyama kuonekana na nguvu na kunenepa kwa muda mfupi, kwa sababu ARV zinaongeza uwezo wa mnyama kuhifadhi maji. Kwa hiyo anaonekana amenenepa lakini pia zinampa nguvu ya muda mfupi. Ndio, yeah, maana wafugaji wengi inabidi waendelee kumpa mnyama huyo hizo ya ravi kwa kwa muda mrefu. Yaani kila unazidi kumpa mara kwa mara. Sasa zile dawa za ya ravi katika mwili wa mnyama mbali na ku, na ku muathiri mnyama kwa sababu baada ya muda wa mwaka na mnyama kama mitumia ravi ataanza kudhoofika na itakuwa ni tofauti na mategemeo ambayo walikuwa wanataka yao, kwa sababu ina itaathiri ita maini na figo za mnyama, kwa sababu sio dawa kwa ajili ya mnyama kama nilivyosema awali, lakini pia mabaki yale ya, ya, ya, ya dawa yanabaki kwenye misuli ya mnyama pamoja na maziwa. Kwa hiyo sasa tukija sasa kwa binadamu ambaye kwa namna moja au nyingine atatumia chakula au products kutoka kwenye mnyama nikimaanisha maziwa na vinginevyo, ataweza akapata dawa zile ambazo zimetumika kwa mnyama. Sasa kwa binadamu athari ni kubwa sana, kwa sababu kwa watu kama wazee na mama wajawazito wanaweza wakapata changamoto za muda mfupi, nikimaanisha kwamba zile dawa kutokana na matumizi yake zinaenda kuathiri figo na maini ya binadamu. Sasa kwa watu ambao ni tunasema ni vulnerable, nikiongelea mama wajawazito na wazee, kwamba zile dawa zinaweza zikaaffect hata mm -hmm. ukajwa mtoto ajua tumboni mm -hmm. lakini pia kwa mtu ambaye tayari ana maambukizi ya virusi vya UKIMWI, kwa sababu nilivyosema kwamba virusi vya UKIMWI ni virusi ambavyo vinabadilika badilika, ndio maana hata kwa watumiaji huwa wanatumia ARV eh, zaidi ya dawa moja ili kuweza kuepusha usugu wa dawa. Sasa kwa watu ambao tayari wana maambukizi ya virusi vya UKIMWI wanaweza wakapata u wanapata usugu wa dawa, ambapo inawapelekea sasa hata matibabu yao kuwa changamoto. Sasa utashindwa kupata matokeo ya matibabu ambayo alikuwa anategemea, na hivyo kupelekea waathirika kuendelea kudhoofika zaidi. mm -hmm. lakini yeah. Pia kwa mtu ambaye bado hajapata maambukizi ya virusi vya ukimwi yeah. matumizi ya dawa kwa muda mrefu, zile dawa zinaenda kujikusanya mwilini na zitapelekea pia usugu wa dawa, endapo atatumia dawa za virusi vya ukimwi. Kwa hiyo mtu ambaye hajaathirika tokea namna nyingine amepata maambukizi, itampa changamoto kubwa katika matibabu, kwa sababu tayari zile dawa ameshazitumia, kwa hiyo atakuwa na usugu wa wa dawa. hmm. lakini pia mbali na na yote ni ni, ni dawa ambazo zina, kama nilivyosema, zina athari kwa watu wenye magonjwa kama pressure na sukari inaweza kupata changamoto kubwa zaidi kutokana na tayari mifumo ya mwili tayari imetokea kutokana na kuwa na magonjwa ya muda mrefu. Kwa hiyo inaweza ikapelekea kupata athari za kudumu kutokana. mm -hmm. ina ni ni na pia baadhi ya organ kufeli, kama nilivyosema. mhm naam, organ ambayo inasambuliwa sana na hizi dawa ni figo na ini. Naam, daktari, asante kwa ufafanuzi huo, tutarejea kwako na, uh, pengine good luck. Tuangalie sasa hapa uh, baadhi ya vitu vya muhimu hasa uh, tukigusia mahitaji muhimu kwa ng'ombe kunenepa kama ambavyo Christopher ametueleza uh, na tutaona pia hapa um, katika orodha ambayo ipo hasa vitu ambavyo vinahitajika uh, kwa ajili ama ni muhimu kwa ng'ombe uh, ili uh, kunenepa na hapa uh, mahitaji ambayo ni muhimu ni pamoja na kuwa na nishati uh, carbohydrates ili kuongeza uzito. Uh, protein ili kujenga misuli nyuzinyuzi nyuzi, ama fiber ili kurahisisha mmeng'enyo uh, wa chakula na madini ili kuimarisha afya pamoja na kinga mwilini, yaani immunity uh, kwa ajili ya mfugo uh, husika. Mbali na suala hili la mahitaji, suala lingine uh, ni hili la silage ambayo yenyewe imekuwa ikitengenezwa kwa kitu gani? Lakini kabla ya hapo ng'ombe yenyewe huchukua miezi mitatu kunenepa akianza kula uh, silage hii ambayo ametueleza uh, Christopher. Sasa silage yenyewe inatengenezwa na kitu gani hasa, ama inakuwaje? Haya ni malisho ya jamii ya nafaka, mfano vile mahindi, mtama malisho uh, na uwele malisho He, lakini swali lingine ni malisho jamii ya nyasi mfano wa uh, nipagras, uh, brachiaria na Guatemala na malisho jamii ya mikunde alfalfa, uh, desmodium pamoja na ngwala. Sa Christopher sijui nimetamka sahihi. Maana wewe ndio mtaalamu katika hivi. Sisi na nawe ni mpigaji unayekuja. Ah <laughs> kwa e. <fa'> kweli. <laughs> labda labda utufafanulie vizuri sasa kuhusiana na hiyo e, utengenezaji wake, kwa sababu unajua alikuwa anazungumza pale daktari, tumeona madhara ya kutumia ARV kunanepesha mifugo mm -hmm. sasa nataka tuto e, wafugaji wanaofanya hivyo watoke huko waje kwenye njia hii ambayo ni ya kisasa, ni salama na ina, inaleta matokeo kwenye kunenepesha mifugo kwenye, hiyo, kwenye huo mchanganyiko hapo mm -hmm. unaozungumziaje huo uh, mchanganyiko ndio mchanganyiko sahihi mm -hmm. tuliona kwenye mahitaji ambayo ng'ombe ja. anayahitaji ukiangalia kundi la kwanza la, la malisho ya jamii ya nafaka yeah. jamii ya yes, ya nafaka huwa yanatoa nishati nyingi sana, kwa hiyo ng'ombe anakuwa anapata energy mm. Lakini ukija kwenye jamii ya mikunde yanatoa proteini nyingi sana kwa ajili ya kujenga nyama, kujenga na misuli. Kwa hiyo unapokuwa na, na malisho yako umeyachakata vizuri yana labda tuseme yana hizo napier grass kama sosi ya nishati mm. alafu yakawa na alfa alfa ama desmodium kama sosi ya protein alafu ukamlisha uka ng'ombe wako anakuwa anapata vile vitu vyote ambavyo anavihitaji ili aweze kunenepa. Kwa hiyo hapo ng'ombe anahitaji anahitaji e, nishati e, ni carbohydrates yes. mm. protein, protein madini. madini madini na nyuzi nyuzi News. na nyuzi nyuzi News. ya kufanya Five. mmeng'enyo vizuri. Sasa kwa hivi vyakula ambavyo ni, ni, ni kwa mfano malisho haya ambayo tumeyazoea kama majani yani hivi hivi vitu vinne tunavipata yeah. kwenye vitu gani hasa ambavyo tu, vinatuzunguka e, tukiachana na sailage sasa ah yeah. mm. tukiachana na sailage tunalisha unajua, tofauti na na, sasa watu wanalisha mabaki ya nafaka mm. wanalisha na majani makavu ambayo yanakata kwenye mapori mm. Sasa hapo ndo changamoto inapoanzia haya mm. malisho yanakuwa hayana vile viinilishe ambavyo vitamfanya yule ng'ombe aweze kugain weight, kwa sababu watu wameshaweka hela zao wamenunua ng'ombe wanafanya project, ndo nakuta sawa, wanafika mpaka kupata akili ya kwanza kutumia madawa ma, kama ARV ni kwa sababu haya malisho ambayo tunayo yanakosa ubora wa vile viinilishe vya kuweza kumsaidia huyu ng'ombe aweze kujenga hiyo nyama kwa kipindi ambacho wanatarajia. Yeah. na ndio maana tunapokuja na teknolojia kama za silage tunasaidia sasa kupunguza, unajua watu hawa wa, wa, wa, wa, wa, wa kuanza kutumia tu ARV from nowhere mm -hmm. Walifanya hizi projekti zikafeli wakaona plan B hii hapa. Kwa hiyo bado tuna kazi kubwa ya kutoa elimu kwanza ya madhara ya hizo hizo ARV kwa mifugo, lakini pia kuna madhara ya kisheria matumizi ya holela ya dawa nafikiri ni, ni, mm -hmm. ni, ni kosa kisheria kwa mujibu wa sheria za dawa na m, matumizi ya dawa na vifaa tiba lakini mm -hmm. pia matumizi ya kwa, kwa sheria za afya ya mifugo ni kosa kubwa sana, kumtibu kumpa dawa ambayo haijathibitishwa huyu mfugo. Sheria ya usalama wa chakula ni kosa kusambaza ku, ku, chakula ambacho kina mabaki ya madawa ambayo hayakuruhusiwa. Kwa hiyo mtu anayefanya hivi kwanza kabisa anafanya jinai, anaweza akajikuta anachukuliwa sheria ya kupigwa faini, kutaifisha mifugo au kuzuiwa kufanya nini. mm -hmm. Lakini tunamsaidiaje huyu mtu aweze kuachana na haya matumizi? Lazima tumletee alternative ambayo ni salama, lakini pia impe matokeo yeye. Kama tulivyosema silage, kwa, kwa experience ambayo tumeifanya sisi na watu wanaofanya unenepeshaji, miezi mitatu mpaka minne ng'ombe anakuwa ameshapata ule uzito ambao mtu anataka na anampeleka sokoni. Mm -hmm. Tuna wafugaji ambao wanachukua ng'ombe mwezi wa nane. Kwa necha ya, ya, nchi yetu mwezi wa nane unakuwa na ukame sana. Kwa hiyo ng'ombe wao wanashuka bei. Mtu anachukua na kanae mwezi wa tisa, wa kumi, wa kumi na moja, wa kumi na mbili kipindi cha Christmas na mwaka mpya, anamtoa akiwa ameshaongezeka uzito zaidi ya mara tatu alivyokuwa amemnunua. Kwa hiyo tukitumia hizo teknolojia ndio zinazo tukawasaidia watu kuachana na matumizi ya haya madawa. Mm -hmm. Lakini tukiendelea kurely kwenye malisho ambayo tunaendelea kuyapata ambayo yana virutubisho watu wataendelea kunani huko ili waweze kufikia malengo ya kupata ule uzito wanaotegemea. mm. mm. Ndio, ndio, sawa sawa kabisa. na na, hiyo ulikuwa unazungumzia kuhusiana na jinsi ya ku, ku, ku mix, ya, kutengeneza hii silage ndio, kataja kuna mashine sio zinatumika sasa, unajua yeah, kwa wa, nchi hii na wafugaji wengi wengine wako vijijini, wengine pia, uh, uwezo Wapimijia. pia wa kupata hizo mashine inakuwa ngumu, anaweza <coughs> kufanya huo mchanganyiko ama kuitengeneza hiyo sailage pengine kwa njia rahisi pale nyumbani akachukua hivyo vitu akavichanganya mm. na akaweza kupata anachokitaka. Uh, nikianza kwanza na sisi kama Million Nutrition Innovation Center tunafanya kazi na wafugaji ambao tumewagrupu kwenye makundi mawili. kundi la kwanza ni wafugaji ambao wana maeneo ya kuzalisha malisho la pili ni wafugaji ambao hawana maeneo ya kuzalisha malisho, wana mifugo lakini hawana maeneo mm. kwa hiyo sisi tunalima, tuna haya malisho kwenye mashamba yetu, tunachakata, tunatengeneza sileji, tunairipaki, tunauzia wale watu ambao hawana maeneo ya kuzalisha malisho kwa kuandaa shamba kupanda pamoja na kusimamia mpaka yanakuwa makubwa. Sasa hawa wafugaji ambao wana maeneo madogo, wale wa vijijini, tunaelezea hii teknolojia. Inahitaji uyachakate yale majani, lazima awe na mashine ya kuchakata. Uzuri ni kwamba sasa hivi zimekuja mashine mpaka ambazo za bei chee sana. Kuna mashine mpaka ya milioni moja na nusu milioni na milioni na laki mbili, unapata hizi mashine, lakini kuna watu ambao wana mashamba hawana mashine, tunawakodishia. si mashine zetu, si tunaenda shambani kwako Dada, unafuga una, una ng'ombe, tunakuja pale shambani kwako, tumekushauri mpanda malisho una mashine, unakuja na mashine yetu na utaalamu na utaalamu na vifaa vingine vyote ambavyo vinahitajika kwenye kufanya hiyo silage. Kwa hiyo tunakusaidia, unakuwa na malisho yako pale. Wakufanya hivyo, unakuwa umepunguza gharama zaidi ya nusu. Sisi tunauza 250 mpaka 350 kulingana na umbali, lakini ukifanya shambani kwako unapata kati kwa e na ya 120 mpaka 150 kwa kilo, inakuwa nafuu. Asante sana Christopher. Daktari, tukikamilisha kwako, ni nini ambacho hasa unashauri pia Uh, kwa wafugaji ambao bado wamekuwa wakifanya hivyo hasa katika madhara ambayo yanapatikana katika matumizi ya dawa za ARV kwa kunenepesha mifugo. Okay. Na shukuru sana, na kama alivyosema mtaalamu wa vyakula, ako cha kwanza kwa wafugaji lazima wajue kwamba wamekiuka sheria, kwa sababu miongozo ya sheria ya vyakula pamoja na matumizi ya binadamu inaenda yairuhusu kutumia vitu ambavyo vinaweza vika mzuri mwanadamu za kutokana na hayo mabaki ya dawa, lakini pia lazima wajue kwamba wafate miongozo ambayo imetolewa na wataalamu wa wa wanyama, kwamba kuna miongozo ambayo inaruhusiwa, na pia matumizi ya hizi ple ambazo tunazipata. Kwa mfano hapo tumeona kuna wataalamu wa vyakula vyakula ambavyo vinaruhusiwa vyakula ambavyo vinamsaidia mnyama lakini pia na mtumiaji mkiongelea atakayetumia iko iko chakula. Sasa nafikiri tuweze kuangalia sasa mbinu ambazo ni badala ambazo hazina madhara mm, Yeah, kwa hiyo kwa kushauri ni kwamba mm, nashauri wafugaji watumie mbinu mbadala ambazo hazina madhara kwa binadamu na ambazo hazikiuki sheria za nchi kama matumizi ya uh, hizo products za vyakula vya mifugo ambazo zipo na ambazo pia tutafuta mizongele hapo, lakini pia wapate taratibu ambazo zimetolewa na miongozo, mm, ya wataalamu wa wanyama. Mm -hmm. Asante sana, nakushukuru na kutakia majukumu mema. Shukran sana ni Dr James Mushi, daktari na mtafiti wa magonjwa ya binadamu. Hapa uh, studio tulikuwa na Christopher Mbwanje ambaye ni mzalishaji wa malisho mbadala ya mifugo kutoka Milane. Asante sana. Asante sana, na ndivyo ambavyo tunakamilisha hivyo kuzungumza zaidi kuhusiana na njia uh, za ubunifu na rafiki za kunenepesha mifugo.